fanyakazi wote tujiunge pamoja, kujitenga hatari kama tunavyofahamu. Na michezo yetu ilikuwa ifanyike Dar es Salaam, ikabadilishwa ikaenda Mbeya na ikabadilishwa, sasa hivi tumekuwa tunaifanyia michezo hii hapa Singida. Tunashukuru kwamba tumepata kukaribishwa na unapokeza, aare sana kwa uongozi wa mkoa na ukweli si kama viongozi tuliwapi kidogo kuweza kuonana nao kabla ya kuwapokea nyie kwa kikao hiki muhimu sana. Na niseme tunashukuru kwamba viwanja tumeweza kupata kuviona viwanja, ihakikishia itakuwa na viwanja tu vizuri na kutosha kuonyesha mchezo wetu kwa mwaka huu, na tuwapongeze na kuwashukuru sana uongozi wa mkoa. Baada ya kupitia vile viwanja, wametushauri tuweze kutoa yale ambayo tunaona kwamba yanatakiwa kufanyiwa maboresho na wao, na wameahidi wako tayari kufanya hivyo. Lakini pia kwa swala la malazi tumeongea nao, na wenyewe pia wamekuwa tayari kuhakikisha kwamba tunapata malazi salama. Na pia kwa swala la huduma ya afya tuna hakika wa kupata ambulance na madaktari wa kutosha kwa kipindi chote cha michezo yetu mwaka huu. Sisi kama viongozi, wajibu wetu sasa ni kuhakikisha kwamba yale yaliyotuleta hapa tunayatekeleza vyema, kuhakikisha tunafanya kikao chetu na kurekebisha kanuni zetu vizuri, ili tuweze kwenda vyema na michezo yetu kwa mwaka huu, na pia kuhakikisha tunafanya taratibu zile za kuona kwamba tunapata malazi sahihi, ili tunapokuja kuanza sasa michezo yetu, tuwe tuko salama. Sisi mkoa wa Singida kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa, kwa kweli tunafarijika mno kuwa na hii nafasi na, na fursa ya kipekee kufanya maandalizi na hatimaye kuweza kufanya shughuli hii ya Mei Mosi ambayo umeuamini mkoa wetu Singida. Sisi tuko tayari na tumeshajipanga kama ambavyo mmeona hivi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa alivyotoa kwenye vyombo vya habari. Kuna mambo mengi ambayo tunajua nyie wana michezo ndio vinara kwenye maeneo haya, lakini kama mkoa pia tumejipanga kupokea wageni vizuri. Maandalizi yanaendelea katika maeneo ya viwanja kama ambavyo mwenyekiti wetu pamoja na timu yake wameweza kupita jana na kuangalia, lakini kama mkoa pia tuliweza kupita kwenye maneno haya na kuona mahitaji muhimu ambayo yanahitajika ili kuhakikisha viwanja hivi vinafaa kwa matumizi sahihi ya michezo. Lakini kwenye maeneo ya malazi, kama livyosema, pia tumejipanga vizuri. Tunaomba tuwatoe hofu kwa Wasingida, ni salama, mtalala vizuri, mtapata chakula. Singida snatufahamu kwa kuku eh, tutakuwa na kuku wa kutosha hapa. Nipende kusema kabisa, karibuni sana huduma za afya uh, mimi mwenyewe kwa dhamana nilionayo, tuna ambulance za kutosha, tuna magari ya kawaida kufanyia kazi ya kutosha. Kwa hiyo hatuna sababu yoyote ya kutosimamia michezo hii, na hasa kwa huduma za kwanza, lakini na maeneo mengine yakajia i ahili nimatwe hofu pia. Tutafanya kazi hii kwa uaminifu mkubwa. Hii kwetu ni fursa, niseme, tuna fursa mbalimbali ikiwemo biashara, kwa sababu tunajua tuta tutatoa huduma za lishe kwa maana ya vyakula. Kwa hiyo mama lishe, baba lishe kwetu hapa sisi ni neema. Tutajiandaa vizuri kuhakikisha kwamba mazingira ya chakula, mazingira ya kulala yanakuwa salama kabisa. Lakini pia kuna fursa ambayo nyie kama viongozi wetu pamoja na washiriki wengine huwa mnatoa msaada kwa wahitaji. Kwa kweli hili, hili pia tuendelee kuwashukuru, na sisi hapa tutajiandaa kushiriki nani vizuri ili tuweze kuainisha haya makundi ambayo ya yanahitaji yanamahitaji, basi tuweze pia kushirikiana nao katika fursa hii ya maadhimisho, kuwapa faraja kwa vitu mbalimbali ambavyo tunaweza kuwapatia. Lakini pia kwa Tanzania ya kijani, tumesema mnaendeleza shughuli za upandaji miti, tutaainisha maeneo ambayo tutashiriki katika shughuli za upandaji miti. Najua tumepewa tahadhari ya uwepo wa ugonjwa wa mpox kwa hiyo tunaendelea kusisitiza taratibu zetu, ni zile zile: kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, kutumia sanitizer. Na kwa maneno haya machache, nipende kusema pia kwamba Singida iko salama. <laughs>